Rais wa Madagascar, Andry Rajoelina, amesema amekimbia nchi kwa hofu ya maisha yake kufuatia uasi wa kijeshi, lakini hakutangaza kujiuzulu. Rajoelina amesema yuko mahali salama baada ya jaribio la kumuua na akapuuza wito wa kujiuzulu katikati ya machafuko yanayozidi kuongezeka ambayo yamemlazimisha kujificha. Hotuba hiyo ambayo iliahirishwa mara mbili ilikuwa ni hotuba yake ya kwanza kwa umma tangu kikosi cha wanajeshi walioasi kuunga mkono maandamano ya kupinga serikali na inakuja baada ya ripoti kudai kuwa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 51 alikuwa amekimbia nchi. Rais huyo anayekabiliwa na shinikizo kubwa amesema kwamba alikuwa akijificha mahali salama baada ya jaribio la kumuua na akaendelea kupuuza wito wa kuachia madaraka kufuatia machafuko yaliyomlazimisha kuingia mafichoni. Rajoelina amekabiliwa na wiki kadhaa za maandamano yanayoongozwa na kizazi cha Gen Z ambayo yalifikia kilele Jumamosi, wakati kikosi maalum cha jeshi kilipojiunga na waandamanaji na kuitaka serikali pamoja na mawaziri kujiuzulu. Hatua hiyo ilimfanya Rajoelina atangaze kuwa kuna jaribio haramu la kutaka kuchukua madaraka kwa nguvu katika kisiwa hicho cha bahari ya Hindi, na ndipo akaamua kuondoka nchini. Maandamano hayo yanayoongozwa na vijana wengi yalianza kutokana na ukosefu wa mara kwa mara wa umeme na maji, lakini baadaye yakageuka kuwa harakati pana ya kupinga serikali, wakimtaka Rajoelina ajiuzuru. Hii ni Poa Afrika.